Ndugu wa Tanzania, ni Daktari Mbembera tena, nimekuja kukuletea bidhaa moja inaitwa kitungupoli. Poli, nadhani kitunguu poli kwa ambao wakifahamu ni kitunguu ambacho kipo namna hii. Hiki ni kitunguu tiba ambacho kinasaidia katika matatizo mengi sana ya binadamu, na kitunguu hiki wengine wanaita ni weed onion, wengine wanaita weed garlic, yote ni majina ya kitungu poli hiki hapa. Kitunguu hiki wanatumia sana katika nchi za Afrika Mashariki kwa ajili ya tiba mbalimbali mbali. sasa kwa ambao ukifahamu kitunguu hiki huwa mara nyingi kinapatikana katika sehemu zenye mito au sehemu zenye mawe mawe, ndio kitunguu hiki unakipata. Sasa leo hii nataka nikuambie kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa kupitia kitunguu pori hiki hapa. Ugonjwa wa kwanza ambao unasaidia, ndugu wa Tanzania, ni magonjwa ya tumbo unas magonjwa ya tumbo. Kwa mfano mtu una, una hala una harisha, una vidonda vya tumbo, una shida ya typhoid. Hichi kitunguu kinasaidia katika matatizo yote ya tumbo, lakini pili kinasaidia katika mtu mwenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, hasa mifumo ya upumuaji. Matatizo gani? Kwa mfano mtu una mafua sugu, una kikozi cha mara kwa mara, una shida ya pumu au asma. Ukitumia kitunguu hiki kitakusaidia katika tiba ya asma, pumu, mafua sugu, au kikozi ambacho kinakunyima hata usingizi. Lakini pia kitunguu kinasadikika kinafanya kazi pia kwenye upande wa matatizo ya ngozi. Kwenye matatizo ya ngozi pia kitunguu kinafanya kazi vizuri, kama ngozi imebabuka, una vipele, una chunusi sugu, una vidonda kichwani, kitunguu hiki kimekuwa ni msaada mkubwa sana katika changamoto za ngozi. Lakini changamoto zingine tatu za mwisho ambazo kinafanya hichi kitunguu. Kwanza kinasaidia kwenye kusafisha damu. Kama mtu damu una mchafuko wa damu, kitunguu kinasaidia katika kusafisha damu. Lakini pia kinasaidia kwenye homa. Kama mtu ana homa kali, una malaria, ukitumia kitunguu hiki kinakusaidia katika changamoto kama hizo. Sasa utakitumiaje hichi kitunguu ili kukusaidia kwenye changamoto zako? Kwanza kuna changamoto ya ngozi. Unachukua kitunguu hiki, Aidha, kuna chunusi usoni, una vipele sehemu za siri, unachukua kitunguu hiki unapaka, kina kusaidia kuna changamoto yako. Lakini kwa mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, au mwenye homa, au mwenye malaria, au mwenye changamoto ya pumu, hizo asma, mwenye changamoto ya mafua Kitunguu kinatumikaje? Unachukua kitunguu na kata vipande vipande. Ukishakata vipande vipande unachukua sufuria lenye maji. Unaweka kitunguu kwenye maji, unachemsha. Utakapochemsha tu kikichemka kama chai, unaipua, unachuja. Yale maji yake unakunywa nusu kikombe cha chai mara mbili kwa siku. Asubuhi nusu kikombe, jioni nusu kikombe. Lakini kwa mtu mwenye mafua pia matumizi yake mengine, unaweza kutumia kama unafukiza. Unachukua kitunguu kile unakatakata vipande vipande, unachemsha ukiwa umekifunika. Baada ya kuchemka kama chai ukiipua, unachukua blanketi au shuka, unajifunika ule mvuke, unakuwa unavuta ule mvuke. Unapoingia unakusaidia kwenye upande wa mafua, kwenye upande wa homa, kwenye upande wa matizo ya vikozi vikozi, matizo ya malaria, naweza kusaidia kwa staili hiyo. Kwa hiyo kitunguu hiki ni kizuri. Kwa mtu ambaye unakihitaji na, na umekipenda basi, unaweza kaniona moja kwa moja kunipigia simu, au unaweza ukaenda mtoni kukitafuta, kitakusaidia Kitumia kitunguu kwa, kwa ajili ya afya yako, kinasaidia mambo mengi sana. Ndugu Mtanzania, tiba asili kama ninavyosema sio ushirikina, bali ni tiba ambayo unatumia mimea ambayo imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Ukihitaji kitunguu hiki, vitunguu ninavyo vingi sana, vipo lundo hapa nyumbani. Kwa hiyo, kwa mtu mwenye unahitaji vitunguu, tunavyo vingi sana na tuna shamba la vitunguu. Karibuni sana ndugu Watanzania, asanteni sana.